Yes, ni siku nyingine ya Jumapili nzuri kabisa, ambayo ndani yake ama inavyoanza huanza na kipindi bora kabisa cha michezo, kipindi ambacho eh, kinakupatia takriban saa mbili na nusu za kujadili na kuangazia masuala mbalimbali ya kimichezo hapa nchini na nje ya mipaka ya Tanzania. Siku nyingine ni Sports AM, mapema kabisa asubuhi, tunakutana kwa ajili ya kuhabarishana mambo mbalimbali mbali ya kimichezo. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, karibu sana kwenye Sports AM ya siku hii ya leo. Naamini itakuwa bora sana kama ambavyo wikend yako inavyokwenda kuwa bora, kutokana na matukio mengi sana ya kimichezo, mengi sana ya soka. Ligi kuu ya NBC imerejea, lakini pia michuano ya kimataifa, kwa maana michuano ya CAF imerejea. Tayari umeshuhudia michezo kadhaa hapo jana na leo bado michezo kadhaa inaendelea kwa maana ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika, wawakilishi wa Tanzania bado wanaendelea kutupa karata zao kuhakikisha kwamba wanatinga hatua makundi kwenye michuano hiyo mikubwa kabisa kwa ngazi ya klabu barani Afrika. Karibu na, kwa siku hii ya leo ilivyo bahati, tutaanza Sports AM na ugeni e, ni ugeni mkubwa, ugeni mzito, ugeni ambao e, unatoa taswira ya jinsi gani ambavyo Azam TV tunathamini mchezo wa ngumi. Tunathamini mchezo wa ndondi ama masumbwi au vitasa uite vyote vile utakavyouita, na leo hii mm, mgeni wetu unatoka uh, Mafia Boxing Promotion ambapo uh, leo hii tutakuwa na uh, huyu ni mkuu wa matangazo na promotion kutoka Mafia Boxing. Si mwingine ni Omari Cliton ambaye tutakuwa naye hapa bila shaka. E, ukimuona e, sura yake haiwezi kuwa ngeni sana kwenye macho yako, lakini uh, huyu ni mtu muhimu sana unapoizungumza uh, Mafia Boxing uh, Promotion. Ni moja kati ya watu ambao eh, ni mihimili kwa sababu eh, masuala mazima ya promotion na matangazo yeye eh, ndio anahusika kwa kiwango kikubwa sana. Alikuwa sehemu kubwa ya maandalizi lakini pia eh, kufanikiwa kwa tukio kubwa la vitasa pale eh, Oktoba kumi katika viwanja vya Posta Kijitonyama, siku ambayo ulikuwa na usiku mrefu sana wa masumbwi. Karibu uh, Omar, mambo vipi? uko vizuri kabisa na, hey. Na uh, nilipokuwa namwambia mtazamaji kwamba uh, sura yake si ngeni mm. Uh, huenda akawa hanielewi au kwa nini kwanini atuambia Omari Cliton sura yake si ngeni? hey. uh, uh. Uh, lakini imani yangu ni kwamba baada ya kukuona sasa mm. ah kumbe ndio huyu yeah. Ja, ni kweli kabisa, ni kweli <laughs> wengi, of course, wengi wananifahamu wakisikia tu jina ah, unafahamu hey, ni nani hey. Ila wengi wao kama hivyo wanazungumza mm, basi jambo linaenda sawa, alhamdulillah. Karibu sana, nashukuru sana. Uh, niliposema kwamba uh, ni mtu muhimu ndani ya, ya, ya Mafia Boxing Promotion yeah. Uh, sikuwa na nazungumza kwa kwa, kwa mzaha yeah. Uh, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho uh, unakifanya ndani ya Mafia e, uh, Boxing yeah, Promotion yeah. lakini kitu kimoja nataka kujua uh, ilikuwaje wakati inakuwa introduced the idea ya ngumi ndani ya Mafia? Mm, ah, ilikuwa ni jambo ambalo of course lilikuwa tayari tulishalipanga. Mm, tulishalipanga na ni katika hali tu jinsi gani tunaliendea na mikakati gani tuwe nayo, kwa sababu of course kulikuwa na promotion nyinginezo before mm, Mafia Boxing Promotion mm. tukaona zilizopo na nini wanafanya, si tukaja na mikakati tofauti na ambavyo wenzetu wengine wanafanya. Katika utofauti huo tukahitaji sana kwanza kabisa kuwa na uhalisia mm. wa, pro, wa promotion, boxing tofauti na zingine zote, nikimaanisha kwamba uhalisia huu kwanza kabisa, uh, tuwe na vijana wetu ambao wao, si wao si wenyeji sana kwa, kwa watu, ila tu wana talenti ya ngumi mm -hmm. understand kwa sababu ukichunguza uh, bongo kuna vipaji vingi sana kwenye upande wa ngumi lakini nafasi lakini tukasema tusidili sana na hawa majina makubwa, kwa sababu tayari hawa ni majina makubwa washajulikana, washajulikana tayari. Lakini sasa kuna hawa ambao sio majina makubwa, hawa watatolewa na nani kama sisi tutashindwa kuwasaidia hawa? Tukasema hapana, tuanze na hawa ambao watu hawajui, umeelewa? Tuamke nao kwa sababu lengo na madhumuni yatakuwa ni, ni kitu kimoja. Tukamuomba Mwenyezi Mungu na nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka right now tumefanikiwa kwa asilimia kadhaa kile ambacho tumekitarget kwa maana ya kwamba sasa hivi ninavyozungumza, watu walikuwa wamfahamu Ibrahim Mafia, watu walikuwa wamfahamu Salmin Kasim Mizinga, lakini sasa hivi ndio kipenzi ah. understand? of mm. course ni uhalisia kwa sababu time lazima iende, miaka mm. inakwenda, sio kila siku yule yule, kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo wa nguvu nguvuisha. Eh, nguvu ni kitu cha kuisha. Eh, hey, chuma uliyo na kutu <laughs> kabisa. Sasa <laughs> usipozalisha watu wapya industry inakuta imefunga. Ukika ukishughuliza hakuna mtu mpya kuna mtu mpya. Nani anatoa mtu mpya? Mm -hmm. Sio tukaona sisi tuje na watu wapya ili tuwatambulishe katika kiwanda cha changumi lakini si tu wale wale. Tuna vijana wengi na maana Mafia Boxing Promotion tuna vijana zaidi ya 30 kwenye kambi. Mm -hmm. Na wote hawana majina. Na tuna imani inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watapata majina kutokana na talent. Tayari mikanda mikubwa ya kimataifa imeshaanza kuja. E, tunashuhudia mkanda wa UBO, tunashuhudia mkanda wa WBO hiyo. yes. E, ni ishara ni, ni tosha kwamba yes. E, hayo majina yanayozungumzwa kwa sababu okay. Unajua, mchezo wa ngumi e, ni mchezo wa wazi yes, e, yes. Kama walivyokuwa soka kwa namna moja au yes, nyingine kwa sababu ukicheza watu wanaona, wanaona. Na wakiona ah yule anajua ngumu. yes, e, sio mpaka uanze kuapia. Ilikuwa ngumu kiasi gani kulintroduce hili na uh, kukubalika kwanza ndani wenyewe, kwa sababu unajua kwenye jambo jipya ni lazima, mnapokuwa mnaleta hizo ideas hmm. kuna ile bwana hapana ah, yani, ndani ule msuguano wa ndani kwanza ndani ya Mafia yenyewe kabla ya kulitoa nje na kwenda kukubalika ugumu ulikuwepo mkubwa sana, kwa sababu obvious, unajua hata mnapokuwa watu zaidi ya watatu, mawazo yawi moja, moja, lazima mm, kila mtu ana mawazo yake. Ugumu mm, ulikuwepo na wapo ambao walihitaji wawepo watu wenye majina makubwa, lakini tukachagua tuka, tuka, tuka, tukasema ah, sasa hawa majina makubwa tutakuwa nao kwa kipindi gani, na sisi kutokana na malengo yetu ya namna fulani ya kipindi fulani tunaweza kufika nao? Majibu akasema hapana, sasa twendeni na hawa. So msasiku watu wote wakarealize kwamba so, okay fine, twendeni na hawa ambao hawana majina ukiangalia umri mdogo kwanza, wana kiu ya maendeleo, wana kiu ya kutaka kuonesha kile ambacho walicho nacho Mungu alichowa bless. Kwa hiyo kama kile kiu chao tukawambia, jamani, hiko mlicho nacho mioni mwenu sio, mtuonyeshe sisi mm. kawaonesheni Watanzania waweze kuwapa imani kama walivyowapa imani hawa wengine. Uh, of course tuliwa uh, jaribu kuwashirikisha na wakubwa ambao wametangulia kwenye industry, lakini kutokana na ukubwa wao zikaja dharau kadha wa tukawaonesha kwamba jamani, unaona zizao mnazozaruliwa na hawa hizi eh, mm. ziwe isiwe maumivu ziwachochee isiwachochee, iwe changamoto kuonyesha kwamba wewe unataka kufika kama huyu au zaidi ya huyu inawezekana, kwa sababu yeye pia alikuwa kama wewe mm -hmm. you understand. Kwa hiyo una nafasi hiyo nafasi, ndio hii hapa, onyesha ulicho nacho, umeelewa? Kwa watu watakuamini. Nashukuru Mwenyezi Mungu kweli, tukapiga tuka tuka kura ya ndio kwa pamoja, tukasema tuamke sasa, hapa tunaamka hapa, tunaenda hapa Ugumu ulikuwa sasa nje ya kutoka ndani sasa nje mm. a nje <laughs> <laughs> ndo nje, changamoto, haisemeki. <laughs> <laughs> yani, changamoto kubwa <inaudible> mno. yani, ase, <laughs> changamoto kubwa sana, changamoto kubwa mno kusikia. sikwamba bwana asikwambie mtu jambo lolote lenye maendeleo dunia hii tunaoishi. mm. changamoto zipo na kubwa mno, kwa hiyo usipokaza moyo wewe mwenyewe, aisee, unachana na hilo jambo, kwa sababu unakutana na watu wanakwambia ah yule hamna kitu yule. <laughs> mbona hivi yule mbona hivi. kwa uvumilivu unahitajika, lakini sasa hivi tunapata majibu hawa hawa wanatuambia, eh, yule magoma mbona bala eh. yule Ibrahim Kasim Mzinga yule eh. anakuja kwa fulani yule baadaye, yaani ndio anakutolea mfano ambao yule mtu ambaye mm. baadaye before ulimuita mm. aka you know, lakini leo anakuambia yule yeah. anakuja kwa fulani baadaye mm. kwao tunashukuru Mwenyezi Mungu

ukiangalia kwa kiasi kubwa hata ifight knockout mama season six iliyopita uh, tumepata maoni mengi sana, imani kubwa ya watanzania ya kuamini Mafia ndiyo promotion ambayo inaendana na uhalisia na ukweli na uhakika mm -hmm. na burudani ndani yake, ukichagizwa sana sana sana na pambano hili limeweza kutizama na watu wengi sana. Unajua Azam, Azam media ni, eh, ni dunia kabisa. ni dunia ukitaka mm -hmm. uh, dunia ikutazame basi jambo lako lifanye na Azam. Yes. Yes. Nashukuru kwa hilo, na kuna, kuna, kuna namna nyingi ya kufanya event ya masumbwi uh, kuwa na msisimko uh, kuvutia, lakini nyinyi mlikuja na knockout ya mama uh, nini kiliwasukuma uh, kuipa sura hiyo ama uh, kuyapa haya matukio ya masumbwi mm. knockout ya mama na mkawa mna season, kwa maana season 1, season 2 mpaka season 6 Uhalisia ni kwamba unajua lazima uenye, kwenye jambo lolote lazima kwanza uliangalie ukiwa ndani ya boksi na nje ya boksi. Kikubwa tulichoangalia hasa, unajua, uhalisia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye anapenda sana vijana na ana sapoti sana michezo. Tukaona kuna goli la mama, you understand kwenye mm -hmm. football sisi, kwenye masumbwi lazima tuwe na kitu ambacho hichi kitu kwanza kabisa ni kuonyesha na kuthamini kile ambacho rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekionyesha kwetu kwa kuthamini michezo kwa kutoa zawadi kwenye goli la mama. Sisi tuna sapoti vipi kama Mafia Boxing Promotion? Tukasema hapana, sisi sasa tuje na nokaut ya mama. Kwanza ikuwa nokaut ya mama ilikuwa, mm, majina tofauti tofauti, lakini mm, baadaye tukasema iwe nokaut ya mama, you understand, ili kuonyesha kwanza Uh, kile alichokifanya mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan katika kusapoti michezo, sisi pia tumekipokea kama Mafia Boxing Promotion na pia tumekithamini. Katika kukithamini tunakiendeleza sa kwenye mchezo wa ngumi, na tunashukuru imekuwa imekuja na kuklik moja kwa moja kiasi kwamba leo hii navyokwambia uh, wanangoda mm. vijana wengi sana ambao walikuwa wamegive up kwa, kwa mchezo wa masumbwe Waliacha kabisa. Unajua, huyu ana talent lakini ameacha mm, amekaa maskani. Wengi wao walikuwa wanafanya vitendo vya hovyo kabisa kabisa, na ninavyokwambia kuna baadhi yao walidiriki mpaka kwenda uh, kufungwa mm. Lakini leo hii baada ya no knockout ya mama, vijana wengi wameacha kufanya vile vitendo vya hovyo, na ninavyokwambia Mafia Boxing Promotion, kwa sababu tuna gym mbili, gym zote zimejaa vijana ambao ukiwachunguza wanakwambia mimi bwana ni give up chezo la ngumi kwa sababu nilikuwa sioni, sioni hiki na hiki lakini, baada ya knockout ya mama, kuona mama anakuja kuweka mkono kwenye ngumi nikaona okay, basi mimi na talent ya ngumi niyafanya, niache kucheza fanya vitu vya ovyo nirudi kwenye ngumi na ndio maana nimekuja gym. Na si Mafia Boxing Promotion, tuna kitu kimoja sisi bwana, tuna support mtu yoyote hata ikiwa auko ndani ya Mafia Boxing Promotion, ikimaanisha aujasainiwa na Mafia Boxing promotion. as long as yeye ni mtanzania na unacheza mchezo wa ngumi tunakukaribisha Mafia Boxing Promotion gym for free kabisa, yani mm -hmm. Ulipii hata mia kufanya mazoezi, na vifaa vyote vya boxing vya gym viko pale, gym zaidi ya mbili. Na hilo tukatoa fursa pia hata mabondia ambao wa wakubwa nje ya Mafia lengo na madhumuni kushirikiana kuupeleka mchezo wa masumbwi mbele. Sisi wenyewe pekee tu hatuwezi kabisa kabisa, ni mchezo ambao tunabidi tushirikiane kama Watanzania pamoja tuendeleze mbele, kama ulivyo mchezo wa soka na michezo mingine. So tunakaribisha sana watu ambao, ambao, wana, wanacheza mchezo wa ngumi. Lakini mtu mwingine ana mechi popote pale, lakini ana jimu ya kufanya mazoezi Mafia Boxing Promotion, mm, hatukutoza hata mia. Karibu Mafia kwa sababu hii Mafia ni, ni ya wote, ni ya wa Watanzania mm. lengo kuu na madhumuni, hii Mafia ipo kwa ajili ya kukuza mchezo wa ngumi kwa pamoja, na knockout ya mama ni ya wote mm. na ndio maana hatuchezeshi tu mabondia waliopo ndani ya Mafia Boxing Promotion, tunachukua hata ambao hawapo nje, na of course nakuambia hii kaanayo kwenye akili yako mm. tunawalipa vizuri sana Achawana. Akililai, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nasema alham. Yaani nasema kabisa akililai andu, tunawalipa vizuri sana na kwa wakati na hata na kwa wakati mm. na hata wao wenyewe wamekuwa mfano bora wa kitu ambacho jamani. Ese, nashukuru sana. Mm. Kwa hichi mchuo nilipa, na ndio maana tukihitaji bondia yote, tukimpoint bondia yote hakuna anayekipinga kuja kufanya kazi na Mafia kwa sababu kwanza tunakulipa vizuri, lakini pia hapate ofivyo ni kwamba tunakutengenezea mazingira mazuri. Tumekulipa. E. Una gym ya kufanya mazoezi, mm. unakuja kwetu utakula kutokana na diet yako, pengine una, unataka una kushusha weight kutokana na pambano lako au unataka kupanda, diet ya msosi ni juu yetu. We umewahi kuona wapi? Ah, melewa. Lakini pia kwa muda ambao tunaweza kufanya kazi na wewe, Mafia Boxing Promotion hatukuruhusu hata kidogo upande bodaboda dinga mda wote yani all the time a full access ah, yani hiyo kaa katika akili yako. Hatukuruhusu hata siku moja upande bodaboda boda, si unaenda wapi? Hapana. Kama kuna kitu cha karibu utamtuma mtu mm. Atakuletea ikibidi, kutoka utapelekwa na usafiri ambao kwa uhalisia ni salama. Tunachoomba ni dua za Mwenyezi Mungu tu, mwenyewe abariki mm. Unajua bodaboda boda ni usafiri ambao unaenda mwenyewe, nasali eh, bodi mwili wako, yes kabisa. Kwa hiyo tunafanya hayo yote katika kumfanya bondia atulize akili yake atoe burudani safi awafanya watanzania wafurahi, lakini pia sifa hizi haziendi kwa bondia pekee zinaenda kwa promotion husika, zinaenda kwa nchi husika, na ndio maana Mafia Boxing Promotion ukichunguza, hatujawahi kufanya mapambano loko sana sisi, mapambano yetu mengi ni international. Lengo kuu na madhumuni kumfanya bondia wetu huyu, ikitokea amemove kwenda kucheza nje, asione ugeni wowote mm -hmm. na opponent wake. Ndio maana tunafanya international game ni nyingi sana ili kesho na keshokutwa, uh, tunataka kumtoa bondia wetu acheze nje tunapata hiyo ladha ya ngumi akiwa mm, nchi husika. Mtazamaji wa Azam Sports, mtazamaji wa Sports AM, ni ugeni maalum, ni ugeni ambao bila shaka e ndani yake unapata madini mengi sana. Eh, ni ugeni kutoka Mafia Boxing Promotion eh, na tupo hapa na Omari Cliton ambaye yeye ni eh, mkuu wa matangazo na promotion kutoka uh, Mafia na kama jinsi ambavyo umeweza kusikia ni kama mtetezi eh, na mkombozi wa vijana ambao wana ndoto ya masumbwi na kama kuna mtu anapokea dua hata kwa watu wasiomjua, basi ni chief za yumba. Kiuhakika amekuwa mkombozi wa vijana, na ni vijana wa kitanzania ambao wana ndoto za kuwa mabondia wakubwa sana, na kama ulivyoona, ulivyosikia mazingira, jinsi ambavyo anawalea vijana hawa, kuwalipa, kuhakikisha kwamba wanapata maisha mazuri na kuona tija ya kile ambacho wanakifanya. Wanafanya kazi kubwa sana lakini kingine, Omar watu wanaweza kujiuliza ni kwa nini idadi kubwa ama asilimia kubwa ya vijana wenu wanatoka Tanga? Uh, kwanza kabisa, uh, wazo la Mafia Boxing Promotion for the first time kabisa nakumbuka lilipatikana tukiwa Tanga, kwa sababu of course sisi wengi vijana wa Tanga, maana mm. uongo zambi mm. sisi wote pale asilimia tisini na tisa mm. tunatokea Tanga, alafu hatukai mbalimbali mbali sana mm. kwa hata makutano yetu na hata mkurugenzi um, e, wa Mafia Boxing Promotion ni, ni brother ambaye atukukutana naye ukubwani okay. Umeelewa? atukukutana naye mm. ukubwani sio kama ajali, yani tupo naye since day one, yani mm, hatua zile tupo moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi mpaka tulipofika. Kwa hiyo wazo lilikuwa tumepatikana tukiwa Tanga, lakini pia uh, uh, mwenye kutoa wazo hili first time kabisa alikuwa ni kiongozi fulani ambaye yeye makazi yake hasa yalikuwa Mafia kisiwani, okay. Kisiwa cha Mafia, alikuwa ni mvuvi mm -hmm. Anatoka Mafia anakuja Tanga, katika kuzungumza tukazungumza na kuzungumza, tunataka kuanzisha promotion ya ngumi, lakini katika promotion hii tuje na title gani? mm -hmm. Akasema sikizini, ni wazo zuri, na mimi si niliwaambia jambo mm -hmm. eh? na ni mkubwa, alikuwa ni mkubwa of course, akasema ah, hii promotion ya ngumi Iitwe Mafia. Kisiwa, mm -hmm. Kisiwa, kisiwa. Atukutoa siku hiyo hiyo. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> sana, kwamba tukazozana. Yes, kwa sababu ni mkubwa tumpe time, afu ni mvuvi, unajua mvuvi bwana ana time eh. Eh, zao za kufanya kazi na time zao ni, <laughs> ni, ni ndevu sana mm. Anagamba, okay, fine tuondokeni Tukaondoka, tukaachana pale, tukamsubiri kama wiki mbili mbele, akaja tena. mm -hmm. Sikilizeni, mnasemaje? mmewapata watu gani? Aa, kiongozi si, sisi bwana, tumewaza basi, ibaki Mafia. Mafia sasa kisiwa kitajulikanaje? eh, kisiwa cha Mafia, kisiwa cha Mafia kitajulikanaje? eh, eh. Tukasema hapana, hii kitajulikana, kwa sababu Mafia, mtu akiuza Mafia ni kisiwa kile kile cha Mafia. mm. Eh, basi sawa Of course nimelasisa tu story lakini ilikuwa kuna Jifuano mkubwa sana. Akasema okay, kwa hiyo okay, itabaki okay, eh itabaki hivyo hey, itaba kiongozi ba sawa tuisendi Mafia Boxing Promotion kwa sababu tu ya aliyetoa hili jina alikuwa anatokea kile kisiwa cha Mafia. Okay. Tukasema kwa sababu hiki kisiwa ni kisiwa kizuri mm. na ni kisiwa chetu na sisi ni watembazi wazuri kwenye hicho kisiwa na tunakwenda mm. mara kwa mara basi, haina haja ya kuita majina mengine, kwani tuite majina mengine ambayo hayana maana mm. kwetu, kwani tusiite jina hili ambayo lenye maana kwa mkaamua kubeba kwanza vijana yes, wa nyumbani. Yes, kabisa, tukaamua sasa tunaondoka wapi? mm. Lazima of course, unajua unapotaka kufanya jambo lolote, hata Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba msaada wowote mm. anzia nyumbani kwanza unapotoka, watu wa karibu watu wa karibu yako wapate mm. msaada ule, alafu ndo utoke. Tukaona sasa hatuwezi kuondoka na kuchukua, watu wa nje, kuchukua na watu wa nje bila hawa watu wa ndani kuwachukua tuondoke na hawa ambao watu hawaamini mm. na watu hawawajui na watu ambao walikuwa hawana kwa hawezi kuwa thamani kile ambacho sisi tumekiona, tuondoke na hawa, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atushikie, ndio mpaka right now tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah ametushikia na tunaona matunda, kwa sababu ninavyokwambia, uh, lengo kuna madhumuni pia, hasa tulikuwa tunahitaji sana tupate mechi za nje, lakini mechi za nje hatuwezi kupata kwa maneno mm, umeelewa? Tunazipataje? Lazima tuandae fight ambazo zitaleta mabondia wa nje kuja kucheza hapa, katika ukweli na uhalisia, lakini kupitia hawa, hawa wetu, saona kitu mm, tumeanza from zero, watawapa kitu ambapo kwenye renki sasa hivi nazungumza, Ibrahim Mafia ni mtu mwingine unaelewa, mm. mm. Salmin Kasimi ni mtu mwingine lakini, akupata hizi nyota kwa maneno au kwa kuomba, kutokana na kile ambacho wamekifanya ulingoni. Tukaona kupitia hapa tutapata mechi sasa zile international, watatoka hawa na kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, navyozungumza sasa hivi mabondia wetu wamekuwa wakihitajika mataifa tofauti tofauti kuenda kucheza ngumi. Leo hii eh, kuna bondia naitwa Asemale wewe, mm. mwezi huu tarehe ishirini na saba anacheza ngumi okay. eh, yes, anaenda kugombea mkanda mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kakiona. Asemale wewe mkatoka South Africa kaja kata Tanzania, kwanini amekuja? Kuna kitu amekiona na leo hii navozungumza, Samini Kasim anahitajika Ujerumani, Yohana Mchanja anahitajika Uingereza I think. Mm. na ni dau nzuri tu umeelewa, okay. Ni dau nzuri, magoma anahitajika sehemu. Acha bwana. Ah. Ni kwa kile tulichokipanda tunashukuru Mwenyezi Mungu kimekua kimekuwa, kimeleta tija kwa sababu leo hii hawa watu wanapata mafanikio kwa sababu tu ya uh, vipaji vyao, lakini pia kwa sababu tu ya ile nokaut ya mama imewapa motisha ya kuweza kufanya vizuri mpaka leo hii tunapata dili tofauti tofauti. mm -hmm. Eh, kwa ajili ya ngumi. Okay. Mmewaza um, kutoka nje ya hili box, kwa maana ya eh, kwenda mbali zaidi ya masumbwi, kwa sababu tayari kwenye masumbwi mmeshaweka eh, jina, mmeshaweka alama, kila mtu anafahamu nini ambacho Mafia wanafanya kwenye masumbwi. Mmewaza yeah. kutoka nje ya hilo box? Yes, tumewaza na hata usajili wa kampuni yetu ni kampuni ambayo inafanya vitu vingi, lakini katika wingi huo hatuwezi kuyaendea yote mm -hmm. kwa mara moja tunaendea kila jambo kwa muda kutokana na malengo tuliojiwekea. Kwa hiyo soon as possible, utaona tumeintroduce jambo lingine, lakini likiwa under Mafia Boxing Promotion, lakini lengo kuu na mazumuni ni kusaidia vipaji vya Watanzania katika eneo nyingine. Usichangae mm tukaja kwenye maigizo, usichangae ukaja tukaja kwenye music mm -hmm. kwa ni lengo kusaidia vijana wengine wenye talent tofauti tofauti, lakini wakiwa chini ya mwavuli wa Mafia Boxing Promotion. Okay. Nini kinafuata sasa ndani ya Mafia baada ya kushuhudia tukio kubwa ambalo lilifana li, kwa kiasi kikubwa sana lilikuwa na mvuto na msisimko wa hali ya juu pale Kijitonyama. Naam. Ah, kinachofuata ni, ni, ni ngumi mm, sisi ngumi ni back to back, bandika bandua. a, Mungu akipenda uhai na uzima tarehe ishirini na saba ya mwezi wa kumi na mbili mm, tunategemea kuwa na, na, na, na knockout ya mama season seven. Seven, ambayo yenyewe itakuwa na utofauti E, zaidi ya uliopita, lakini kubwa zaidi kubwa zaidi. Tunajua Watanzania wote wanafahamu kwamba Ibrahim Mafia alipoteza last game mm. na sisi kama unavyojua, atupike matukio hatupendelei, hatupa mm. pale kwa ajili ya Mtanzania ashinde, tupo pale kwa ajili ya haki ishinde mm. mm. kwa hiyo Ibrahim Mafia atalimechi na yule mtalenti atalimechi kwenye tarehe hiyo mwezi wa kumi na mbili. Mungu akijalia uhai na uzima, nahisi itakuwa pale pale viwanja vya pa Posta. Kwa hiyo kutakuwa na fight tofauti tofauti kubwa, lakini pia tarehe hiyo tutarajie ugeni mkubwa sana mm -hmm. ugeni mkubwa sana utakuja kujumuika nasi, lakini pia kama Mafia Boxing Promotion hii inakupa hii inakupa breaking news, lakini haikuwa rasmi Mafia Boxing Promotion, soon as possible tutarajie bondia mkubwa bondia mkubwa, mkubwa, kama mipango itakwenda vile vile ambavyo mipango unajua, uh, unajua mkurugenzi wetu ma, wa Mafia Boxing Promotion ni mungwana kuliko maelezo yani, mungwana kuliko maelezo ni yani wewe utakavyokuja e, atakupokea, atakuthamini, atakusikiliza, atakusikiliza umeelewa? mm. ni mtu ambaye ah, Mwenyezi Mungu amweke amjalie uhai mrefu inshallah Amin. Pia amweke sisi watu wa Tanzania waone kile kilicho moyoni mwake kime fanikiwa inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, atamjalia uhai mrefu pia, tutafika kule ambapo tunafika. Sana kushukuru Omar, bondia mkubwa sana. Hiyo na ni breaking, umesikia mm. kwamba kuna bondia mkubwa sana anakuja tarehe ishirini na uh, saba. Ni bondia gani hiyo? inabakia kuwa Surprise na utakwenda kukutana nayo hapo tarehe 27, eh, Disemba. Kumbuka kwamba ilikuwa ni ugeni maalum kutoka Mafia Boxing Promotion, na tulikuwa hapa na Omari Cliton ambaye ni mkuu wa matangazo na promotion kutoka uh, eh, Mafia Boxing uh, eh, Promotion. Mimi ni Alwata Ramadan Goda, hii ni Sports AM. Umenufaika kwa kiasi kikubwa sana kwenye sehemu hiyo ya kwanza, nikiwa na gana hapa na Omari, nikwambie tu wewe kwamba tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuangazia mengi sana ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, usiondoke. <laughs>